Wakazi wa kata ya Mshangano jimbo la Songea mjini mkoani Ruvuma wametakiwa kuachana na mambo yanayosemwa kwenye mitandao kuhusiana na suala la uchaguzi kwa kuwa baadhi yao wamelenga kuvuruga amani iliyopo. Wito huo umetolewa na katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Songea mjini James Mgego alipokuwa akizindua kampeni za udiwani kata ya Mshangano. Huku mgombea udiwani wa kata hiyo Benson Sovela amewaomba wakazi wa kata hiyo wamwamini kumpa kura, kwa kuwa changamoto mbalimbali mbali za kata hiyo anazifahamu, huku akitaja barabara ya Mshangano mletere kuwa itajengwa kwa kiwango cha lami, ambapo barabara ya chandarua Mshangano itajengwa kwa kiwango cha changalawe na hapa anasema tuelekeze na vijana, tumepiga hatua kubwa sana nchi hii, hatuna sababu ya kunyima kura chama cha Mapinduzi itakapofika tarehe ishirini na tisa mwezi huu wa kumi. CCM, oyo! Na kama nilivyosema, tuwaambie huko, sisi tunatafuta amani, sisi tunatafuta umoja, sisi tunatafuta upendo. Acha nena propaganda zinazotembea kwenye mitandao ya kijamii, hao wanaoyasema hayo wengine hata familia zao zijulikani zilipo. Leo mtu anapokuja kuhubiri, anapokuja kuhubiri utengano, anapokuja kuhubiri tupoteze amani, mwangalie mara mbili mbili. Tanzania hii tuliyonayo, sisi tusitegemee muujiza kutoka mbinguni. Nchi za wenzetu jirani tunaona kulivyo chafuka wanatamani wangezaliwa hata Tanzania. Leo tunapoona kwenye mitandao watu wanabeza kazi kubwa iliyofanywa na serikali hii, tunapaswa tuwabeze, tuwadharau. Hakuna uchaguzi, wanataka badiliko gani? Wanataka maji yageuke mchanga? Tuwapuuze tarehe ishirini na tisa, tuwaonyeshe sisi tunataka amani, sisi tunataka upendo, sisi ni Watanzania tumezaliwa Tanzania, tutafia Tanzania, lazima tulinde Tanzania. CCM oye! Moja ya kuonyesha upendo huo wa Tanzania ni kwenda kupiga kura tarehe 29. Jitokeze mapema, nenda kapige kura kam... Naelewa changamoto zilizopo kata ya Mshangano, najua mitaa yangu mitano yote na vitongoji vyake na mitaa yake yote najua zipo shida nyingi sana, naomba imani kwenu, naomba mtuamini. Mkiamini chama cha mapinduzi, yajayo yanafurahisha sana. Kwa mara ya kwanza kata ya Mshangano inaenda kupata lami, sio kitu kidogo. Tunakwenda kupata barabara ya lami Mshangano kwenda Mlete, Mlete. Nafasi zile za kujinyanyua kiuchumi kujiajiri ziko kule, vijana wetu watapata fursa mbalimbali. Lakini tunakwenda kujengewa barabara ya kiwango cha changarawe kuanzia Mkuzo, unakuja Mitendo yao, Chandarua, unakwenda kutokea Mshangano. Vivuko vitajengwa. Haya yapo kwenye ilani iliyokabuziwa na mgeni rasmi na mimi nakwenda kuhakikisha haya yanafanyika barabara hiyo ikijengwa italeta maendeleo makubwa sana. Tunategemea wana Mitende wawa wana Chandarua, wana Mombezi, hii barabara italeta fursa, watu watanunua viwanja, watajenga, miradi itakuja mikubwa, huku hakitakuwa kisiwa kama tuivyokuwa tunaita kisiwa. Nikiripoti kutoka katika viwanja hivi vya Chandarua, kata ya Mshangano, ambapo ndipo kampeni hizi za udiwani zimezinduliwa. Ni mimi Amoni Mtega wa Matukio Daima TV Online.